Tumezunguka msitu mzima, hamna hata hatua ya mtu wala kiume chochote, na ndio maana tukaja hapa ili tukupe taarifa kwamba msituni hamna chochote. Sikutarajia kauli ya kipumbavu kutoka kwenu kama hiyo. Naomba uondoke, toka kabla sijaamua kufanya kitu kibaya. Hivi mimi na askari kweli au ni mdebwedo tu? hawa si wadebwedo tu? Ona sasa Black Wizard. Huyu ni askari kweli eh? lakini nimemtuma nenda katika huo msitu yeye eh? Anakuja kuleta mimi majibu ya kipumbavu namna hili. Huyu ni askari au mdibwedo? Inawezekana wakawa ni mdibwedo, lakini sasa au tajiki kuonesha hisia zako moja kwa moja kwa raia, askari au yoyote ule, kwa sababu itakuwa mbaya sana. Ili kufaulu huu mtihani, haitajiki kujua mtu yoyote zaidi ya mimi na wewe. Kweli kabisa lakini, da, kitu kinaniuma sana. Nawaza itakuwaje, itakuwa vipi? Sasa hivi unajua kwamba Chief Buganda kawaka sana, kawaka sana, na hadi sasa hivi bado sijajua nini ambacho tulienda kukitafuta kule polini. Hapa akupo sawa, kuna tatizo tu. Haiwezekani Chief achanganikiwe namna ile na, na si kawaida yake kunifokea Unachosema ni kweli kabisa, hapa kuna kitu tu hm. kwa hiyo kwa hiyo tuachane nayo na hii mada au vipi? Mimi navyoona hapa lazima tufanye uchunguzi. Hebu tufanye uchunguzi. We unaonaje hapo fresh? Yaani akili yako ilivyokaa ilikaa kama zangu tu, ulivyokuwa na waza kama mimi tu. Cha kufanya sasa, mimi na wewe lazima tuanze uchunguzi wa kina ili tujue nini ambacho kinaendelea, lazima tufanye uchunguzi. Uchunguzi gani huo eh? uchunguzi gani? Aha. kumbe kuna wasaliti wa humuhumu humu. tena ni maaskari wa humuhumu humu. sasa naomba mniambie mara moja ni uchunguzi gani ambao mnataka kufanya, kaba sijaenda kumfikishia hizi taarifa Chifu Buganda mara moja. Ah, ah, afande. afande Shabani, Hapo umekuja muda gani na saa ngapi? Mbona sasa tumekuja hapa hatukuona mtu yoyote? Wewe usijizime data, unashindwa kujua kwamba mimi ni askari wa namna gani? Mimi ni askari ambao nawapa adhabu hawa wanaopiga kelele hawa. Hawa. E, unashindwa kujua? Sasa nimewasikia kila kitu mnataka kufanya uchunguzi. Hebu niambie uchunguzi gani, kabla sijaenda kumfikishia hizo taarifa Chif Buganda.